Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema ipo mstari wa mbele katika kuziwezesha taasisi zisizo za kiserikali kwa kuhakikisha zinafanya kazi kwa uweledi na kufikia malengo aliyojiwekea. Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdulla, ameyasema hayo katika tamasha la Samia Bodaboda Boda na Bajaji Festival lililoakisi kuadhimishwa siku ya kuzaliwa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lililofanyika katika viwanja vya Maisara Complex Zanzibar. Serikali yenu ipo mstari wa mbele kuziwezesha taasisi zisizo za kiserikali kuhakikisha zinafanya kazi kwa uweledi ili ziweze kufikia malengo waliyojiwekea. Aidha, serikali yenu iko bega kwa bega na taasisi zote zenye mnasaba wa kuleta maendeleo na kutoa huduma kwa wananchi kama ilivyo taasisi yetu hii ya Mwanamke Initiative. Tunawashukuru na tunawapongeza sana, asante sana kwa dhati kabisa. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inatambua mchango unaotolewa na taasisi hizi ikiwemo taasisi ya Mwanamke Initiative Foundation katika dhamira ya pamoja ya kuleta maendeleo ya Zanzibar ikiwemo afya bora. Kwa mnasaba wa shughuli hii na upongeza kwa dhati ubunifu wa kuanzishwa kwa tamasha hili la Samia bodaboda na bajaji Festival ambalo kwa mara ya kwanza limefanyika hapa Zanzibar likiwa na lengo la kutambua mchango wa vijana wa bodaboda na bajaji katika kukuza uchumi, ajira na usafiri kwa wananchi. Ndugu zangu wa bodaboda, naomba nitumie fursa hii kuwaomba sana tuendelee kutumia barabara lakini tuendelee kufuata maelekezo na kanuni za barabarani. Pahala ambapo panahitaji kwenda spidi ya 40 tafadhalini, tembeeni spidi ya 40. Huna haja ya kwenda spidi mia na ishirini ili ufike haraka, ama ufe haraka. Moja kati ya mambo makuu bodaboda Biashara hii inawasaidia sana wananchi. Mimi nikiri, bodaboda zinafika, boda mahala ambapo magari yasingefika lakini bei zenu ni nafuu sana, wananchi mnawasaidia sana. Sasa tuifanye hii kama ilivyofanywa rasmi, lakini tuifanye iwe na nidhamu. Bodaboda isionekane kwamba ni usafiri wa kihuni, usionekane bodaboda, boda ni usafiri ambao mtu na heshima yake hastahiki kupanda. Naomba tuendelee kufanya usafiri wa bodaboda uwe unaaminika pamoja na bajaji. Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Mngereza Mzee Miraji, amesema wizara ya afya kwa kushirikiana na taasisi ya Mwanamke Initiative wamefanikisha tamasha hilo huku likiambatana na zoezi la upimaji wa afya uchangiaji wa damu salama ambalo limekwenda vizuri kama lilivyopangwa, na wananchi wamepata huduma hizo pasi na usumbufu wowote. Wizara ya Afya tuna mabanda manne yenye vibanda yenye vitanda kumi na vifaa mbalimbali vya kurahisisha utoaji wa damu, lakini vile vile tuna magari makubwa mawili yanayohusika na matibabu mbalimbali yenye vifaa vya kisasa, lakini tuna ambles katika zoezi hili. Tunatarajia tutakusanya unit zaidi ya elfu mbili kupitia kitengo cha damu salama ambao watendaji wake wapo hapa. Nitoe wito kwa wananchi wote, si kwa waendesha bodaboda peke yake, lakini wananchi wote wanakaribishwa kuchangia damu na tunathamini sana michango yao. Kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi ya Mwanamke Initiative, Sabra Ali Mohammed, amesema lengo la kufanyika tamasha hilo ni kuadhimisha siku ya kuzaliwa Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan katika kurudisha shukurani kwa jamii na kufikisha ujumbe kwa vitendo kwa kuandaa shughuli mbalimbali zinazogusa jamii moja kwa moja. Taasisi ya Mwanamke Initiative Foundation kushirikiana na Voice of Change Sports Promotion pamoja na wadau mbali mbali wa serikali na sekta binafsi na kushirikiana kwa karibu na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tuliona tuandae tamasha ili kuchangia juhudi za serikali katika kuboresha afya ya wananchi wa Zanzibar. Taasisi yetu kama inavyofahamika imejikita katika dhamira yake kuu ya kuondosha mnyororo wa ujinga, umasikini na maradhi. Taasisi inaamini kuwa maendeleo ya nchi na hasa uwezeshaji wa wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum hauwezi kuwa timilifu kama jamii haina afya imara. Tumeandaa maadhimisho haya kama sehemu ya utekelezaji wa azma na mikakati yetu, tukiunganisha na maadhimisho ya siku ya kuzaliwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kama ilivyo, madhumuni ya maadhimisho haya ni matatu. Kwanza ni kuchangia damu salama kwa ajili ya wagonjwa wajazito, watoto wachanga na wale waliopatwa na ajali; pili, kufanya upimaji wa afya kwa wananchi wa Zanzibar, ikiwemo magonjwa ya kuambukiza na sio wa kuambukiza, kama vile shinikizo la damu na kisukari; tatu, ni kutumia jukwaa hili kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa afya afya ya mama na mtoto na mtoto upimaji wa wa afya zetu mara kwa mara. Kwa mwenyekiti wa shirikisho la bajaji na bodaboda Zanzibar, ndugu Abdallah Abdallah, amemshukuru Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa kuona umuhimu wa kuimarisha usafiri wa bodaboda na bajaji kuwa usafiri rasmi unaotambulika katika utoaji wa huduma za usafiri nchini. E, shukrani yangu inaelekea kwa kutuwezesha sisi vijana na wazee watu wote wa kada bodaboda na bajaji kurasimishwa rasmi mwaka 2021 alitupa ahadi katika kampeni zake za uchaguzi wa mwaka 2020 mara tu baada ya kuingia madarakani akatimiza ahadi hiyo akarasimisha na sasa hivi tuko rasmi tunafanya kazi zetu bila ya matatizo yoyote kwa hili napenda kusema asante sana mheshimiwa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Changamoto kubwa la watu wa bajaji na bodaboda ni tozo pamoja na adhabu. Tozo zimekuwa kubwa sana sana, na tulitegemea kadri tunavyokwenda tozo zitashuka, lakini kadri tunavyokwenda tozo zinapanda juu. Sasa hili kidogo ni kikwazo katika utendaji wetu. Katika tamasha hilo, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdulla alipokea maandamano ya waendesha bodaboda na bajaji sambamba na kukagua mabanda ya uchangiaji damu ambapo ndilo lengo kuu la tamasha hilo. Safia Hussein, Asam Online TV.